Ni sauti ya kitaa unajua eh, nini nipo kwa ajili ya mimi, huwa huyu anapenda kuimbia jamii yangu ambayo ilonizunguka, afu mimi binafsi, unajua marafiki zangu wengi yani wanangu wanangu wengi sana yani ambao nimesoma nao naishi nao nice mtaani kitaa, wengi sana sasa hivi yani tulivyokuwa sasa hivi, kama unaona sasa hivi tuko levo fulani hivi kwao, kila mtu inabidi yeah, ajitegemea yeah, inabidi atafuta fedha, familia kwao, wengi sana tumekuwa pale mtaani

na na maisha wa ya watu yanazunguka, na hata ukitazama ni wengi sana yani wachache sana ambao amkuta mtu yupo yupo kwa upo anapambana, yupo yupo kwao, wengi sana wapo makwao, akuta mtu yupo yupo daa kwao mkoani kuja da kwa ajili ya utafutaji, au mwingine kwao da yupo mkoani kwa ajili ya utafutaji k ipo hivyo. Mimi ndio desturi yangu kutoa elimu kwenye ngoma kama anifikiria vizuri kwa madhango nyingi sana zinako zina ujumbe na zina elimu ndani yake, lakini mimi binafsi huwa tu najua mimi napenda napenda muziki, napenda burudani. Na kingine, mimi ni mtu ambaye napenda kuimba, lakini mimi sipendi ku, kuimba tu yani kuimba tu ili maji nimba. Mimi napenda kuimba kitu ambacho mtu akikisikia kama hakijamtokea basi kitamtokea, au kilimtokea, au anamwanzia kilimtokea, na hata yeye mwenyewe kusiku kitamtokea. Ndo mimi huwa napenda sana kutengeneza muziki ya kwa kwa upande wangu mimi ndo binafsi narudi pale pale tu kwa kusema ni unajua, unapoingia maisha ya watu inakuwa kitu kizuri zaidi kwa sababu ndio watu ambao wametuzunguka. Ninapenda sana kuingia kwa maisha ya watu ambao wametuzunguka sana. Ni raha sana kusikia hivyo, na ni kitu ambacho tulikuwa tunakisubiria tu sisi kama wana singeli kwa sababu tayari mziki wa singeli unajua ulisha ulisha ulisha pokelewa na ulisha pitishwa, lakini ilikuwa bado tu kuthibitisha kwa jamii, kwa wananchi na wakubwa kajua kwamba tayari sasa mziki wetu umekubalika na umesibishwa. Kwa hiyo mimi nilivyosikia nilifurahi, na kinachotakiwa tu ni sisi wasanii kuongeza juhudi ili kuzidi kuupa thamani na heshima mziki wetu. Unajua, singeli sasa hivi mziki ambao unasikilizwa na watu wengi. Unajua, hiyo mambo ya matusi matusi na nini vipo na vilikuwepo, lakini hiyo ilikuwa ni zamani. Lakini kwa sasa hivi, unajua, wasanii wengi sana wapo kibiashara. Hata hivyo mbali na wasanii, mziki wenyewe upo ni kibiashara sasa hivi. Kwa hiyo kama mtu utamfanya matusi itabidi ukubali wewe kufanya matusi, lakini hakuna utakachokipata kwa, hakuna mtu atakaye, hamna mtu ambaye anakubali kufanya muziki bila kupata chochote kitu kwa, na ndio maana kila mtu anajiweka kibiashara zaidi. So, kwa ukizungumzia sasa hivi mziki wa Singeli, hakuna mtu ambaye anaimba matusi. Ukiangalia hata kama mtu kitokea, labda imetokea, unakuta analificha ficha kwa namna moja au nyingine, yani mtu mwingine hawezi kujua kama huyu pale katukana au ambaka, kuna dimbi ni